Naitwa Hamis Kitila, ni mwenyekiti wa chama cha mpira wa miguu kwa Singida. Leo tuko hapa hospitali ya manispaa kwa ajili ya kufanya usafi ya, tumekusanya timu zetu kumi pamoja na wadau mbalimbali za wanawake kwa ajili ya, kwa ajili ya zoezi hili e, lengo kuu ni niku, kuona jinsi gani tunaweza kushirikiana na jamii. Katika, katika kuyafikia malengo kwa sababu jamii kama hizi zina zinahitaji zinahitaji shughuli kama hizi za kusaidizana. Kwa maana mkipata nafasi ya kuwasaidia watu, taasisi kama hospitali pamoja na taasisi zingine ambazo zina mahitaji, basi mna, mnafanya hivyo. Kwa hiyo sisi kwenye msimu wetu huu wa 2026 wa, wa, wa, wa ligi ya mkoa wa wanawake tuliamua tuwe tuna activities za kijamii, na moja kati ya hizo shughuli tulisema tufanye hii ambayo tunaifanya hapa tusema tufanye usafi hospitali ya manispaa, lakini pia tupande miti. Na ni zoezi tumeliona ni zoezi zuri, limekuwa na mwitikio mzuri, timu nyingi zimefika na namba, tumekuwa na namba kubwa ya stakeholders ambao wamekuja kushirikiana nasi. Kwa hiyo tuta, tutaliextend tutaliongezea muda kwa nyakati zingine kulifanya zaidi, na tutaliwekea utaratibu mzuri, tutakapokuwa na nafasi, mara kwa mara tutakuja hapa na hospitali zingine pamoja na taasisi zingine katika kusaidizana. TFF e, SIREFA na vyama vya mpira wa miguu vinahusika e, vipi kwenye jamii kuweza kushiriki katika mambo haya? Uh, SIREFA ni non government organization ambayo inafanya kazi na, na, na, na watu wa Singida na, na, ina wajibu wa kuhakikisha inashiriki kwenye, kwenye shughuli za kijamii za, za Singida. Kwa hiyo hii hi, ni wajibu wetu nje ya kutoa entertainment kwa maana ya kuendesha michezo na, na taratibu zingine, lakini tuna wajibu wa kushirikiana na jamii zetu katika kuhakikisha kuwa maisha mazuri na taratibu nzuri za kimaisha zinakuwepo. Kwa hiyo uwepo wetu sisi hapa ni kuhakikisha kuwa mazingira ambaye ndugu zetu wagonjwa, ambaye kila mtu anaweza kuwa mgonjwa, yanakuwa safi na salama. Ni kushukuru sana asante sana. Asante, mimi naitwa Samuel Mwaikenda, ni afisa michezo manispaa. E, kwanza ni shukuru sana kwa hii kitendo kilichofanyika leo e, na niwapongeze sana watu wa SIREFA ambao kwa kiasi kubwa wameweza kusimamia vizuri sana e, mashindano mbalimbali e, leo tulikuwa tuna wachezaji wa timu takribani kumi ambayo zinashiriki ligi ya mkoa na ligi ya mkoa inatarajiwa kuanza e, tarehe 31 siku ya Jumamosi na leo E, tumejaribu kuonyesha kwa, kwa jamii kwamba kuna uhusiano mkubwa sana kati ya jamii na mambo ya michezo, na kuonyesha hiyo wameweza kufika hospitali ya Manispaa hapa e, ambayo lengo likuwa ni kufanya usafi eneo lote la hospitali, lakini na kupanda miti kwao, ni takriban miti mia imeweza kupandwa hapa e, ili angalau kuendelea kuweka mazingira safi kuweza kupata sehemu nzuri ambayo tunajua faida za miti kwamba watapata vivuli vya kutosha, lakini tunaamini kwamba miti inashiriki ina, ina, ina, ina wasiua kuzalisha hewa safi, lakini pia miti pia ni, ni, tunasema kuna miti mingine tupanda ni ya matunda, kwa kuwa tunaamini wataweza kupata matunda, lakini miti pia inapendezesha eneo na tunaamini hospitali nyingi zikiwa za miti ya kutosha inapendeza na kujenga kutengeneza hewa ambayo ni nzuri kwa hiyo, hili tukio ambalo limefanywa limefanywa na wachezaji wa soka wanawake, tunasema ni tukio kubwa, ni tukio zuri, lakini tukio la kuenda kuwa, kuendelea kuambia kwa kuwa, ku, kuwa mashuhuda kwa jamii kwamba michezo na jamii eh, vinakwenda pamoja, lakini pia eh, mbali zaidi tumeendelea kuwaonyesha kwamba E, soka la wanawake kwamba watoto watu, watu, wazazi ambao wanawaficha watoto wao majumbani hawataki washiriki kwenye michezo, tunawaambia kwamba wanatakiwa wape watoto fursa hii michezo. E, hasa soka la wanawake ni biashara nzuri na lipa e. Kwa hiyo tuendelee kuwasapoti watoto vipaji na tuendelee kuwatia nguvu, lakini mwisho yoyote, tuendee kuwapa nguvu hawa waandaaji wa mashindano ambao ni SIREFA ambao tunasema ni msimu wa, wa, wa, wa saba, wanaweka na, na wanapambana na kuhakikisha kwamba soka la wanawake linaendelea kuimarika na kuwa bora zaidi. Kwa majina naitwa Wilson Pita Wamba, ni kocha wa timu ya Serengeti Ladies. Najisikia fahari na vizuri kushiriki zoezi la upandaji miti kwa sababu michezo ni afya, lakini pia tumefanya tendo la kiafya zaidi kwa kupanda miti eneo la hospitali yetu ya Manispaa ya Singida najisikia vizuri. Nashukuru. Asante. kwa majina naitwa Elias Romo, kocha wa Singida Warriors Sports Center. E, kwanza nimefurahi kushiriki zoezi hili pamoja na e, chama cha mpira na timu shiriki za ligi ya mkoa, japokuwa si shiriki ligi ya, li ya mkoa, lakini ni sehemu ya mpira e, wa wanawake mkoa wa Singida kwa najisikia fahari kwa sehemu ya wale walio shiriki ni kocha. Kimsingi tumejisikia faraja kushiriki katika zoezi hili. Mimi pamoja na timu yangu na timu zote shiriki katika zoezi hili. Mimi pamoja na timu yangu na timu zote shiriki kwa maana ya zoezi tulilofanya la kufanya usafi katika eneo hili la hospitali ya wilaya ni sehemu mojawapo ya kujitolea. Sisi kama wanamichezo kuhakikisha kwamba mazingira yanakuwa safi. Lakini pia tunapanda miti ya kutosha kuhakikisha hewa inakuwa safi na miti ya matunda kwa ajili ya hapa ambapo ni eneo ambalo linakusanyisha watu wengi kwa ajili ya kuja kupata huduma za kijamii Kwa majina naitwa Nasoro Hussein shaksi kochi wa Muganga Princess. kwa kifupi nimefurahi kushiriki zoezi hili la upandaji miti pamoja na usafi katika hospitali ya wilaya ya Manispaa ya Singida, kwa kweli ni jambo zuri na na waasa wengine wale ambao wataweza waje, kwa sababu ni sehemu ya kijamii ni sehemu ambayo watu wanapata matibabu, lakini kupitia upandaji miti hii utasaidia wagonjwa kupata vivuli pamoja na matunda, hivyo kubadilisha kabisa mazingira na kuwa mazingira bora. Asante. Naam, kwa majina naitwa Samson Jacob Mkoba, natokea shule ya Senge Sekondari, lakini katika mashindano haya anawakilisha timu ambayo inaitwa Sabasaba FC. Naam, katika zoezi hili tumefurahi sana kushiriki kwa sababu linasaidia kutunza mazingira, lakini pia linasaidia watu walioko kwa hospitali hapa kupata hewa na kivuli pia. Tunapenda kuwashauri timu ambazo zipo katika maeneo mengine, kuna hospitali nyingi, wanaenda kufanya zoezi kama hivi, linawapa wagonjwa faraja na pia natengeneza mazingira. Kwa majina naitwa Shuni Saidia Hamisi, nimetokea shule ya sekondari Senge. Sisi ni wachezaji wa Senge Sekondari, tumefurahi sana kuja kujiunga katika shughuli hii, na ni jamii yetu inatupasa tushiriki kivizuri, na tunasema asante kwa kuchaguliwa huku kuja kushiriki katika kazi hii. Tunashukuru. Kwa majina nitwa Sara Shabani Omari ni mchezaji wa Singla Warriors na pia ni mwanafunzi wa shule ya sekondari Pembe kidato cha kwanza. Ah, tumekuja hapa kushiriki kupanda miti, kufanya usafi, ushirikiano na pia ni muungano mzuri kwa wanafunzi wote kutoka shule tofauti tofauti. Kwao ni jambo jema. Kwa majina Sabela Fotiani kutoka chuo cha Serengeti, timu ya Serengeti Ladies. Tumeshiriki leo kufanya usafi. Umefrain. Umefrain. Naitwa Nyakaranga Waziri ni katibu soka la wanawake mkoa wa Singida. Na furaha na kushiriki zoezi hili la upandaji miti na usafi katika hospitali yetu ya wilaya. Tuna tukimaliza hapa timu wilaya. Kwao ukimaliza hapa kujiandaa ya mechi ya leo ambayo ni mechi ya ufunguzi wa ligi yetu ambayo itaanza tarehe 30, lakini ndio kutakuwa na mechi ya ufunguzi ambayo itafanyika Mwenge Sekondari, uwanja wa Mwenge Sekondari. Tunawakaribisha wote ili tuweze kufurahia ufunguzi wa ligi lakini, pia mechi yetu itaanza saa tisa na nusu. Tunategemea kuwa na mechi nzuri, mechi ya ufunguzi ambayo itatupa picha ya ligi yetu itakuwaje. Naitwa Daudi Juma, katibu chama cha mpira wa miguu mkoa wa Singida Sirefa. Leo tulifika hapa katika hospitali ya manispaa ya Singida kwa lengo la timu zetu ambazo zinashiriki ligi ya mkoa wa wanawake kushiriki katika matendo ya kijamii ikiwa pamoja na kufanya usafi na upandaji ume miti umepanda miti. Zoezi limeanza asubuhi toka saa moja kama na dakika kumi na sita waliowahi walianza kufanya usafi, lakini rasmi kabisa saa moja na nusu tim zote zilikuwa zimeshafika, ko zoezi likaendelea maeneo yote ya hospitali. Tume, tumetembelea tumepanda miti maeneo ambayo yalikuwa yanahitajika ya kupandwa miti, lakini pia tumefanya usafi katika maeneo yote yanayohitajika kufanya usafi. Vijana wamefagia wamefeka, wame, wame, wame, wame nyasi wamesafisha mitalo ya hapa hospitali, katika hospitali yetu. Ni zoezi ambalo hata sisi kama Sirefa hatukutarajia kama litakuwa kubwa kiasi hicho, kwa sababu vijana wamejitokeza, chini zimejitokeza kwa hamasa kubwa, na wamefanya ambacho ni zaidi ya kile ambacho hata viongozi wa hospitali yuko wa hospitali wa, wanakitegemea. Ni faraja kwetu sisi kuona jinsi gani hao mabinti au wanaoshiriki katika soka la wanawake wanashiriki katika shughuli za kijamii, kwa sababu kuna leo, kesho, kesho kutwa. Hiki walichokifanya leo, kuna wengine watakitumia, tutaleta kivuli na sasa hivi unavyosikia kampeni yetu sisi ni Singida ya kijani. Kwa hiyo ni miongoni mwa kutekeleza ma, ma, matakwa ya viongozi na, na mpira, unajua mpira unatuleta una pamoja. Kwao mimi nitumie fursa hii pia kumpongeza mkuu wa mkoa mama yetu Alima Dendegu ambaye ameonyesha njia ya watu unatakiwa kwenda, lakini pia mkuu wetu wa wilaya Gondogondwe mkurugenzi wetu wa manispaa ambaye kwa kiasi kikubwa kwa kweli anatupa ushirikiano sana, hasa katika ligi zetu hizi kupitia afisa michezo, afisa elimu manispaa nyusi, kwa kweli ni watu ambao tukiwafikishia jambo letu, kwa sababu timu nyingi zinazoshiriki ligi ya wanawake ni timu ambazo za wanafunzi asilimia kubwa. Kwa mfano kwa mwaka huu timu sita, zote zinatoka kwenye shule ambazo zipo katika mkoa wetu wa Singida. Timu nne ndio timu ambazo zina ni timu ambazo zime za, za, za watu binafsi au mashirika au kampuni. Kwa hiyo ni, ni vitu ambavyo tunajivunia. Tunajivunia viongozi wetu wa mkoa ambao kwa kweli kila siku wamekuwa na sisi katika kulisukuma gurudumu la soka la wanawake hasa wakiongozwa na mheshimiwa mbunge ambaye ni mwenyekiti sasa wa Chama cha Mpira wa Miguu Wanawake Mkoa wa Singida, Mama yetu Yagi Kiaratu ambaye yeye yupo kwenye katika majukumu mengine Dodoma ya, ya, ya, ya kuendeleza ile manispaa yetu la, lakini ndio ndio msimamizi wa hizi timu na ndio mlezi wa timu zetu na ndio yani, anasimamia kila kitu kuhusiana na soka la wanawake katika mkoa wetu wa Singida kwa kushirikiana na TFF ambayo inashirikishwa na mpira wa miguu Tanzania. Kwa hiyo tuko nao na sisi, mpira wetu kwa kweli wa wanawake unashikiriwa una na wadau wengi sana, na ndio maana nakuta tunapambana sana kuhakikisha ili soka letu la wa wanawake linapiga lina, lina hatua lakini pia tunapata wachezaji wawili watatu hata kama wakipatikana wengine wanaendelea mbele ya safari na tulianza huko nyuma. Hata wakina Aisha Masaka wameanzia huku, waku, walikuwa na treni mwenge, wamecheza Singida Warriors, wameenda kucheza Arusha wakaonekana na Alliance Alliance Yanga Yanga, ndio safari zao zimeanzia, lakini pia tuna Elizabeth Joseph, sasa hivi anacheza Simba ni mchezaji ambaye alikuwa Singida Warriors akiwa toka form 2. Form 2 mpaka kamaliza form 4 kaenda Alansi, katoka Alansi upo Simba. Ko mpila wetu sisi wa wanawake kwa kweli una, una, ni, ni, ni mwendelezo na hatutoweza kuchoka kwa sababu vijana wana treni wako field, kwa hiyo lazima tuwape platform sasa ya wao kucheza. Na baada ya zoezi la usafi na la usafi hapa katika hospitali yetu ya manispaa leo, tutakuwa na mchezo wa ufunguzi ambao mwanzo wake sasa mchezo wa ufunguzi ulikuwa ni haya matendo ya kijamii kufanya usafi katika hospitali yetu, kutakuwa kuna mchezo wa hizi timu zote zitatengeneza combine ambao tutasema ni Singida combine, ambao watacheza sasa na kituo chetu cha Singida Warriors ambacho na chenyewe kipo ligi daraja la kwanza katika mtiririko ule wa ligi za, za shirikisho la mpira wa miguu nchini. Kwa hiyo ni, ni, ni mwendelezo ambao tunawapa taswira hata ligi yetu ikichelewa, wao wenyewe wachezaji ndio wanaanza kuuliza bana, ligi inaanza lini, inaanza ni. Kwa hiyo ni, ni ligi ambayo ni ligi pendwa na ina mashabiki wengi sana. Ukiangalia hata ligi ya vijana ile ya under 20 au under 17 under 15 mwitikio wao mashabiki uwanjani huwa sio mkubwa sana kama hizi ligi za wanawake zinavyoanza. Ligi za wanawake zinavyoanza, zinakuwa na mashabiki wengi sana kwa sababu watoto wengi wanatoka katika familia hizi zilizopo hapa mkoa wetu wa Singida.